Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo ni Dominika ya tatu ya kipindi cha kawaida, na kila Dominika ya tatu ya mwaka wa kanisa inaitwa Dominika ya Neno la Mungu. Hii Dominika ya Neno la Mungu ilianzishwa rasmi na Papa Francisco mwaka wa elfu mbili kumi na tisa na hii dominika ya leo ndiyo ya saba tangu kuanzishwa kwa hii dominika ya yani neno la Mungu. Nina dominika inayotukumbusha kwamba neno la Mungu ni taa ya yani mioyo yetu. Neno la Mungu ni mwalimu anayetufundisha neno la Mungu ndio huyo huyo anayetuunganisha na Mungu mwenyewe. Tunaalikwa tuweze kulisoma, tuweze kulitafakari na tuweze kuliishi katika maisha yetu bila kusikiza neno la Mungu ama bila kulisoma hatutaweza kupata ufahamu ya jinsi ambavyo tunapaswa kumpenda Mungu, kumtumikia, na hivyo hivyo kujenga mahusiano mema na yeye. Jiulize leo, je, wewe uko na Biblia? Na kama uko nayo unalisoma? Na kama unalisoma unaishi kadri yanavyosema? na kama ufanyi hivyo jua unatembea katika giza, umepotea au una au ufahamu wa ufahamu wa Mungu. Leo tumwombe Mungu ili atujaze nehema la kuweza kusoma hilo neno na kuliishi. Masomo yetu ya leo anatukumbusha kwamba Mungu anatuchagua ndili tuweze kuhubiri Injili. Mungu ametuchagua ili tuweze kumhubiri Mungu. Anatuchagua ili tuweze kuwa nuru ya watu wale wengine, basi kupitia kwa neno la Mungu uweze kuwa mwanga kwa mataifa. Somo letu la kwanza natoa katika kitabu cha nabii Isaya sura ya tisa aya ya kwanza hadi ya nne, na tunaona ni utabiri wa nabii Isaya kwa wana wa Israeli ambao walikuwa wamechukuliwa mateka na watu wa Ashuru ama watu wa Asiria na wao walienda kule kwa sababu walikuwa wamekataa kumsikiza Mungu. Kwa hivyo utumwa wao unachukuliwa kama giza, utumwa wao unachukuliwa kama mateso, utumwa wao ni kwa sababu wameacha mwanga wa Mungu, na hivyo wakaenda kukaa katika giza la utume. Na hivyo ndiyo tunaambiwa, tunaona nabii Isaya anawapatia utabiri ya kwamba kuisha kwa utumwa wao utakuwa ni nuru yao katika maisha yao, kwa sababu wataweza kuondolewa mateso yote, na wataweza kuwa na furaha, kwa sababu ni, mfa, ni kama mfano wa mavuno ama wale watu ambao wameenda katika vita ambao wanaanza kungawana yale ambao wameyapata kutoka kwa vita vyao. Tuambiwa mizigo yote yao itaweza kuondolewa na kupata furaha ambayo itadumu katika maisha yao. Mungu anatumalizia shida zetu. Mungu ndio huyo huyo ametuambia kwamba katika mateso yako ya ndoa, katika mateso yako ya ugonjwa, katika mateso yako ya, ya vitina ya chuki, kupata kukosa kazi, mangumu katika familia, anakuambia kwamba atakutoa katika ngiza hilo akukuumba kwa sababu ya hiyo ngiza atakuletea furaha na hii furaha ndio itakuwa nuru katika maisha yako. Haya yote mangumu unayoyapitia Mungu atakuondolea, na ndio sababu tunapata matumaini katika haya eh, wakati ambao msaburi anatuambia kwamba Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitalolifuata, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Bwana ni gome ya uzima wangu, ni mwofu nani? Ni utazame usuri wa Bwana na kulitafakari katika hekalu lake. Bwana ni nuru katika maisha yako, usitembee katika giza. Manguma yatakuwa ya kushinde ili ya kuingiza katika giza, lakini kuwa na matumaini ya kwamba Mungu ndiyo nuru katika maisha yako. Na somo letu la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya kwanza aya kumi hadi kumi na tatu alafu kumi na saba na katika somo hili tunaona kwamba Paulo anatupatia mashauri kuhusu utengano. Hawa wana wa Wakorintho walikuwa wametengana, wengine walikuwa ni wa Kefa ama Petro, wengine walikuwa ni wa Paulo, wengine walikuwa ni wa Apollo, na wengine walikuwa ni wa Kristo. Na wale wa Kefa uh, walikuwa wanasema kwamba ni lazima washike mila, ni lazima kutairiwa ili waweze kuwa wafuasi wa Kristo aku wanaangalia kitu kingine kushika sheria. Na kuna wale ambao walikuwa wa Paulo, na wao walikuwa wanaona kwamba hiyo sio lazima. Kile cha maana kilikuwa kwamba imani ambayo ilikuwa inaunganika na neema za Kristo. Halafu kuna wao ambao ni wa Apolo wa, wa Apolo alikuwa mfasafa, wao walikuwa wanaangalia masomo vile wa, mtu amesoma, na kuna wale ambao walikuwa wa Kristo ambao walikuwa wanafuata maangizo ya huyu Yesu Kristo. Kwa hivyo kila mmoja watu, watu, watu wa Korintho walikuwa wamegawana katika makundi hayo, ukakuta kwamba hakuna umoja, na ndio tunaona kwamba Paulo anakuja anawaambia kwamba wasifanye hivyo, waweze kuunganika, waweze kuwa kitu kimoja. Thadhania ni wazo nzuri ambao tunaweza kuliwazia katika maisha yetu. Familia zimegawanyika, watoto wamegawanyika katika familia mume na mke wamengawanyika vile vile. Sio hiyo tu, hata katika kanisa, kila Wakristo wako na viongozi tofauti, wengine wako na moderator, wengine wako na secretary, wengine wako na treasurer. Na sio hiyo tu peke yake, hata tunaona kwamba hata wengine wako na mapadi, huyu ni wapadi, huyu huyu ni waskofu, huyu huyu anafuata huyu, ama hata katika imani, hawa anaenda katika dhehebu kwa sababu ya yule pastor huyo wengine wanaenda kwa huyu kwa sababu ya kile ambacho wanakipenda. Hiyo tunaambiwa kwamba ndani ya Kristo tusingawanyike kwa sababu Kristo hajangawanyika. Wakati ambao tunawanganyika sio kwa sababu ya imani, lakini ni kwa sababu ya zile tamaa tuko nazo. Unataka kufuata mtu kwa sababu kuna kitu utakula kwake, ama kuna manufaa ambayo unayapata. Tunaambiwa kwamba tusingawanyike. Je, wewe, kwa nini umegawanyika hivyo katika mawazo yako? kwa nini umegawanyika hivyo katika imani yako? Kwa nini umegawanyika hivyo katika tabia zako? na huo ugawanyiko utakusaidia nini katika maisha yako? Ni vyema unganika, na mke wako kaa pamoja. kaa pamoja na watoto wako, msingawanyike katika familia, msiangawanyike na hawa wazazi wetu katika kanisa. Sio watu ambao wametuleta hapo, wacha kuwa wamondareta, waacha kupigana na huyu mwingine ambao ni wa sekretari Tuunganike wote kwa pamoja ili tuweze kuwa kundi moja. Tusianze kupigana kwa sababu ya mapado ya maskofu. Tuunganike wote pamoja kwa sababu ni kanisa. Tusiwe na utengano katika imani, ng'ang'ania imani yako na uilinde mpaka mwisho, kwa sababu ukifanya hayo, naye Mungu ataweza kubariki katika maisha yako. Je, kwa nini unane, unatenganisha watu? Kwa nini unaweka makundi uh, ya watu ama makundi ya imani kwa nini unaona kwamba wale ndio wazuri kuliko wale? Kwa nini usiweze kuwa nuru na kuunganisha wote pamoja katika Kristo? Uh, Kristo hakungawanyika. Uh, kwa hivyo tuache mgawanyiko katika kanisa, tuache mgawanyiko katika familia, katika ndoa. Na katika Injili yetu inatoka mwinjili Mathayo sura ya 4 aya kumi na mbili hadi 23. Na ni wakati Yesu alipokuwa anaita hawa mitume wanne. Petro Pe -e, na ndugu yake Andrea, Yakobo na Juana watoto wa Zebedayo. Tunaona kwamba hawa wote aliwaita, wakaacha kazi zao ili wamfuate na waweze kuhubiri ufalme wake, kuponya wagonjwa na hivyo hivyo kumaliza kila aina ya udhaifu ambao ulikuwa kati ya watu na Yesu. Wakati ambao alikuwa anawaita, alikuwa amewapatia mfano, kwa sababu alikuwa amewaambia kwamba wale watu ambao wako katika ngiza wameona mwanga wa um, mkuu, na hivyo hivyo ni lazima waende wakihubiri toba na hivyo ondoleo ya dhambi. Kwa hivyo sio kwamba tunatembea vile tunavyotaka lakini tumeitwa kwa majina yetu ili tuweze kuona mwanga wa Kristo na tumegehe watu wale wengine, tuweze kuleta ile Injili ya toba na kuwapatia waamini ile matumaini ya kwamba wao wako katika nuru mpya. Tunaweza kufananishwa na umji wa Galilaya ya mataifa ambao kulikuwa na onganyiko kuna watu wa Galilaya Wayahudi ambao walikuwa kule, na kwa sababu wameingilia na mataifa, ndio kulikuwa na kila aina ya uozo wa maandili, wa biashara, vile vile wa imani. Kwa hivyo, na sisi pia tunaweza kusema kwamba miili yetu ama mawazo yetu ama maisha yetu inaweza kufananishwa na hii Galilaya ya mataifa. Kumejaa vitu vingi, akili yako imejaa vitu vingi, familia yako imejaa vitu vingi kazi zako zimejaa vitu vingi. Kwa nini wewe usiweze tubu na kuomba nehema za Mungu katika maisha yako? Ni lini ilikuwa siku yako ya mwisho kuenda kitubio? Lini siku yako ya mwisho kuenda kusimama mbele za Mungu na kumwambia naomba toba kwa matendo ambayo nimeyafanya? Kwa sababu bila kufanya hayo hatuwezi kuwa nuru, na bila kufanya hayo hatuwezi kuwa wafuasi wa Kristo. Kwa hivyo, ndugu zangu, tuombe toba. Tujua kwamba tumeitwa na majina. Mungu amekuita na jina lako uweze kuwa mwanandoa. Mungu amekuita kwa jina ndio uweze kuwa kiongozi. Mungu amekuita kwa jina ndio uweze kuwa Mkatoliki. Mungu amekuita kwa jina ndio uweze kuwa mfuasi wake, kuitika huo wito, ili uweze kumhubiri Yesu Kristo bila uoga. Na kama nilivyosema, leo ni Dominika ya Neno la Mungu. Je, wewe uko na Biblia katika familia yako? ni lini utaacha hiyo tabia ya kuomba watu Biblia katika kanisa? Ni lini utaacha hiyo tabia ya kutaka kusoma Biblia katika simu? Kwa nini usinunue Biblia uweze kusoma na uweze kulitafakari? Na kama uko nayo, kwa nini ijaze fumbi wakati umeweka kwa kwa nyumba tu na hata uisomi? Unasoma sana simu yako, unasomasoma vitu vingine, lakini hata neno la Mungu au ulisomi? Ilikuwa lini mara ya mwisho kuchukua Biblia na kulisoma? Unasoma tu Biblia wakati ambao watu wanakuambia usome, na unaenda tu kwa unaenda tu kwa simu unasoma. Sisemi kwamba tusiwe na Biblia za simu, lakini kuwa na mazoea ya kuwa na Biblia yako ambao unaweza kusoma wakati wowote. Na wakati ambao unasoma neno la Mungu, vile vile ilitafakari katika maisha yako. Sikiza vile inavyokuambia, vile inavyokuonya, ufanye vile inavyokuambia, na utajenga uhusiano wako na Mungu. Tunamjua Mungu tu kupitia kwa kusoma Biblia, kusoma neno lake. Tunampenda wakati ambao tunamfahamu, anatufunulia mawazo yetu. Hiyo ndugu zangu, leo tuchukue changamoto ya kwamba neno la Mungu ni taa ya mioyo yetu wakati ambao tunamsoma anatuangazia. Tusipoisoma hiyo neno, tunakaa katika nuru agiza ambalo halina mwisho. Usikae katika giza, mwanga mkubwa umetumlikia ambaye ni Yesu Kristo katika maisha yetu. Kwa hiyo tumwombe, ili atupatie hiyo nehema ya kuweza kusoma neno lake kila wakati, kulitafakari katika maisha yetu, na saidia hayo kufanya vile hiyo neno linavyotuambia. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe, heba mwema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 Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kusubscribe, sahau kuview na comment, ndio tukue pamoja katika Living Word Uh, Homilies. Neno la Mungu liwe taa katika maisha yako.